Umechukua CDF ya vya Malava na mimi nitafunga wewe, mimi nitaweka wewe ndani, wewe uwezi kutoka huko kwenu daripo uja wibe pesa ya CDF vya watu wa Malava. Mundu nilakone kazi ya nai, mnasema Farouk nileka wewe mwizi ndani hati kwa sababu wizi, wanaiba pesa ya CDF ni watoto na chani, wanaiba pesa ya hospitali ndio nyinyi msijifungue. Wanaiba pesa ya Edward, ati wataiba kura. Komando ametangaza atafungulia jeshi, na mimi pia nafungulia jeshi. Huyu hapa, inakuwa mlikuwa mnajua bwana, mambo yamebadilika huko, tayari kushikana mtu kumuru, nikashika mtu kumuru. Ukinyonga tunanyonga, ukiimba tunaimba, ukicheza tunacheza, ukinata kichwa tunakurusha. kweli Mwenye

Moro na Rome tena na zuma na mtata babonja kusinya magebule sendi. Ni mwangata mzini mmenye kubishinzi bado huta. Huta. Lakini wakikuja kikuja hapa na pesa mfanye nini? Kwa sababu hiyo pesa ni ya nani? Hiyo pesa ni ya Linda Mama. Hiyo pesa ni ya CDF. Hiyo pesa ni ya afya. Hiyo pesa ni ya kapitisha mfanye nini? Kula. Baa mndana kurengu mucherano. Kwa sababu hiyo PS nyanda, that was my job. The PS